Mahakama ya Paris imetoa uamuzi mnamo Novemba ishirini na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwamba ina uwezo wa kumfungulia mashtaka na kumhukumu kiongozi wa zamani kivita nchini DRC Roger Lumbala. Jaji mkuu amehitimisha baada ya kusoma uamuzi uliokata pingamizi la upande wa utetezi kuwa mahakama hiyo haina uwezo. Mwasi huyo wa zamani wa Kongo amekuwa akishtakiwa tangu wiki iliyopita kwa kushiriki katika uhalifu dhidi ya binadamu. Anakabiliwa na kifungo cha maisha jela kwa vitendo vya kuanzia mwaka elfu mbili na mbili mpaka elfu mbili na tatu kaskazini mashariki mwa DRC wakati wa operesheni iliyopewa jina la futa ubao. Akiwa kizuizini tangu kukamatwa kwake mnamo Disemba mwaka elfu mbili na ishirini huko Paris, ameamua kutohudhuria kesi hiyo na amewafukuza mawakili wake. Roger Lumbala anayeshtakiwa kwa kushiriki katika uhalifu dhidi ya binadamu na njama za jinai nchini DRC anaendelea kukataa kufika mahakamani. Mwanzoni mwa kesi mnamo Novemba kumi na mbili, mawakili wa utetezi walidai kwamba mahakama hiyo ya Ufaransa haina uwezo wa kumhukumu mteja wao, mshtakiwa mwenyewe alikuwa na ujumbe unaosomwa kwa sauti kila siku ukisema kwamba kanuni za utaratibu wa jinai hazikufuatwa na kwamba ushahidi ulioandikwa kutoka mahakama ya kimataifa ya jinai ulihitajika kuthibitisha kwamba hayumfuatilii. Baada ya kusoma hoja za mshtakiwa mwanzoni mwa mwakus... mwanzoni mwa kusikilizwa kwa kesi hiyo, jaji mkuu wa mahakama ya Paris Marc Sumela alijibu ndiyo. Upande wa mashtaka ulikuwa umethibitisha kwamba hati ya kukamatwa ya mwaka elfu mbili na kumi na tatu iliyotolewa nchini DRC haikuwa na uhusiano na kesi ya sasa. Wakati huo mshtakiwa alikuwa akishtakiwa kwa uhaini huko Kinshasa. Alikuwa akitafuta bahadhi ya ukimbizi wa kisiasa nchini Ufaransa, akiogopa kwamba kesi yake haingeendeshwa kwa uhuru na ili kushughulikia dai lingine ilizotolewa na mshtakiwa, mamlaka ya Kongo kweli ilitoa hati ya kukamatwa kwa Roja Lumbala mnamo mwezi Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hata hivyo, haiwezekani kumshitaki mtu katika mahakama mbili tofauti kukosa moja. Roja Lumbala alishtakiwa mwaka wa elfu mbili na ishirini na moja kwa kushiriki katika uharifu dhidi ya ubinadamu na njama za jinai, mashtaka ambayo DRC imekuwa ikitoa kwa miezi kadhaa bila kutoa ushahidi wowote wa kuunga mkono ombi hili la hivi karibuni. Kulingana na uamuzi uliosomwa asubuhi ya Ijumaa, jaji mkuu ameongeza akisema, ICC iliarifiwa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba kuhusu uchunguzi ulioanzishwa na mamlaka ya Ufaransa. Hata hivyo haijawahi kudai mamlaka yake, kwa hivyo mshtakiwa hawezi kudai taarifa ya mamlaka. Mamlaka ya jumla ya mahakama ya Paris imethibitishwa. Hii ni taarifa ambayo inaeleza kwamba Mahakama ya Paris imetoa uamuzi mnamo Novemba ishirini na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwamba ina uwezo wa kumfungulia mashtaka na kumhukumu kiongozi wa zamani wa kivita nchini DRC Roger Lumbala. Jaji mkuu amehitimisha baada ya kusoma uamuzi uliokataa pingamizi la upande wa utetezi kuwa mahakama hiyo haina uwezo. Hii ni taarifa kutoka huko Paris.